Mimi binafsi naisupoti huu mswada kwa sababu hapo nyuma imetusaidia kuchenga mabarabara ma zetu, kupita saa hizi imekuwa rahisi. Pia watoto ambao wako need kwa constituents ama across uh, i need families wamebenefit kutokana na hii mswada ambayo iko kwa iko, iko saa hizi mambo ya, ya constituency. Pia madarasa saa hizi imekuwa improved. Ukienda saa hizi kuna madarasa mingi, hata unaweka taraso huko nyuma tulikuwa wanakaa kwa mvumbi, watoto madudu zinawauma, lakini sasa hizo, ukienda madarasa zimekaa madarasa smart, unatoka Bumula constituency Support ward mimi kwa binafsi naiunga sana, na support CDF iendelee, na sababu zangu manake kuanzia wakati wa marehemu raisi aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki, CDF imetusupport sana, haswa sisi wa mama tulikuwa tumechanganyikiwa sana kimapato. Lakini wakati CDF imekuja hatukuweza kuuza mashamba, imetuinua kijamii, na haswa watoto wetu wamepata elimu ya kutosha, wameajiriwa kazi. Mimi mimi kama kijana na support CDF kwa sababu bila CDF wengi wetu hatungepata elimu kwa sababu sahizi ukiona vijana wetu wengi kwa umri kama huu wangu, wazazi wetu hawajiwezewi lakini, sasa kupitia kwa CDF tunapata basari na tunalipiwa shule. Mimi na support kwa CDF kwa vile, Police station iko hapo, kila kitu mnapata kupitia kwa CTS. Wakati wa Kanu watu wengi watoto wetu wengi hawakusoma hata sisi tumekuwa katika tuk, tukisoma wakati wa Kanu, lakini hatukuendelea na masomo kwa ajili ya nini, karo yenye ilikuwa na hali ambayo ilikuwa, lakini saizi watoto wetu tumeona imerahisisha watoto wetu kufanya nini kwenda shule na kusoma watoto wetu wengi wameenda university, wengine wameendelea wako kule ngambo. Lakini sasa yule ambaye ako anapinga CDF anaonekana ni mmoja ambao anataka kurudisha maendeleo ya nchi yetu nyuma. Siku ya leo tumekuwa na exercise ya public participation concerning the amendment bill ya kuweka CDF kwa constitution. Tumekuwa na wananchi wengi hapa na wote unanimously wamesupport, wanasema wanataka CDF iendelee kuwa The reasons are, eh, CDF tangu ianze 2003 imefanya maneno mengi sana. Ukienda shule, ukiangalia zile shule ambazo zimejengwa through CDF, ukiangalia basari ya wanafunzi, na this year sisi kama constituency tuliamua wanafunzi wote ambao wali apply basari kwa secondary schools wote tumewapea. Sasa wazazi wakifikiria CDF inatolewa, wanaona ni jambo gumu sana. Sasa sisi tunaomba, na hii imeonekana kila mahali, kwamba CDF iko na impact. It is the only fund that touches uh, mwananchi kwa grassroots.